So, hii ni boma ya mtu ambaye eh, anamiliki ng'ombe elfu moja. Anamiliki ng'ombe elfu moja pale kwa msituni huko. Ile msituni unaona ziko huko hivi. Hii ni boma yake. <laughs> Eh? Uzishange ni mefika aje huko. Fika unaweza yona vizuri. Hii ni boma yake. Unaona fence well? Fence ni kuni. Nimu nalia kuni yon. Hakuna kitu ya kupika huko fence ni hiyo ni kuni, ni alafu anaamsha mansion. Anaona hii ni kama imezeeka sana, ndio hiyo pale, hii inajengwa mpya e, so sasa hii ni mbichi, unaicheki kweli kama una, unaona una, una. <laughs> hii una, una, maisha hii. Eh?

ng'ombe na mbuzi um. So so, bado ni area yao vile unaziona hivi na vile area ni chafu lakini eh. Watambua tuletu tu nyumba zenyewa wameishi hapo. <laughs> eh? <laughs> Nakwambia yani huku yani watu wamekalia ya mali, watu wako na mali lakini kutumia ni shida. Eh? Kutumia ni shida. So hapa tena kuna msikiti mwingine hapa. So, watu sasa unapata hiyo msikiti watu wenyewe wanaenda pale hivi. Ni watu wachache sana. Watu wa, watu waendi pale kwa ile msikiti hapo. Lakini imejengwa tu. So kitu nyanafanya watu wanapenda hiyo msikiti ni ile imewekewa maji na nini hivyo basi. Hapa <coughs> ndio <ya> wazazi. Unaona? <coughs> Macho <anu? tos> <coughs> barabara nayo ah. Barabara nayo wamejengewa barabara, barabara ni mzuri. Barabara imejengwa imejengeka. Unaona lami iko mzuri. Hii ndio kitu yenye nafanya hii place na kaa smart. Hii road naona hii road sasa, hii ndio soko yao sasa. Hapa sasa ndio soko inaitwa Kosoroi Market. Kosoroi, Kosoroi Market. So, ule mtu alikuwa ananiuliza mambo na Kosoroi Market basi.

ni ya starehe starehe tu alafu, <laughs> e? <laughs> zinaendeshwa kama wenda wazimu, unaweza fikiria ni mwenda wazimu e? anafurahia ikienda mbio, ana vitu zinafanyika huku, inaenda kuenda. Alafu kulikuwa na bucha ingine hapa, sijui kama nitawaonyesha kama leo wanachinja hii. Bucha leo ni kama haina nyama nabucha iko pale ya matope, sijui kama unaweza i spot. So hiyo bucha wakileta ng'ombe ng'ombe, inachinjiwa pale pale, vitu zinakuja zinamwagwa na hapa hivyo, vitu zinamwagwa na hapo hivyo. So hizo vitu zikishamwagwa, hizo ni mauchafu, mangozi nini. So unapata hizo vitu zingine mostly nyama hiyo nyama pale wamechinjia, pale wanagawania hiyo nyama hapo, na mambo inaishia hivi. Unaona, yaani unachinja hapo, unauzia hapo, hiyo story na nyama inaishia hapo, sio tena hiyo. Sio weke nyama kwa bucha, ama nyama inatoka machinjoni? Hapana, nyama inachinjwa mbele ya bucha, story ya nyama inaishia pale pale pale.